Kaunti ya Makueni inatambulikana sana kwa umaarufu wake wa kilimo cha matunda hasa machungwa, maembe na ndimu. Katika eneo la Nzio, kaunti ya Makueni vijana wengi wameonekana kujitosa katika kilimo cha aina mbalimbali za matunda ya citrus ikiwemo machungwa na sandara kama njia ya kujipatia mapato. Pascal Kisongoa ni miongoni mwa vijana hawa. Sisi tunafanya upanzi wa, wa miti ya aina ya citrus. Kilimo cha citrus ni kilimo ambacho kinaendelea kukua na kina manufaa zaidi katika familia zetu kwa vile kinatuongeza kipato. Kinapea kina ajira kwa watu wengi. Hatua ya kwanza ya kilimo hiki huanza kwa mkulima kupanda ndimu na baada yake kuota uzipandikiza na kuwa michungwa. Mkulima uzipanda katika mashimo yapana futi mbili kwa mbili na umbali wa mita nne kutoka kwa mmea mmoja hadi mwingine. Miche zetu sisi tunazikuza kutoka kwa nasari yetu, ambapo tunapanda tuna ndimu, alafu tunaunganisha, kisha tunazihamisha hapo kuzileta shambani. E, kwa shamba tunakuja tunatimba mashimo baada ya kutayarisha tunachimba shimo ya futi mbili kwa mbili. Kisongoa akisema kuwa ni sharti mkulima atie mbolea katika mashimo ya kupandia miche yake ili ikuwe na afya. Mimea hii huanza kutoa mazao yake baada ya muda wa miaka miwili. Tunawahakikisha tumeupanda kufikia kwenye uliku. ile kwenye ilikuwa imefika kutoka kwa ile tube, ile bag tukitoa kwa nasari, na tunafunika na tunaweka maji, tunaendelea kutunza mche wetu kwa muda wa 18 months to 2 years na tunaanza kupata manufaa. Mkulima huyu anabaini kuwa yeye hutumia dawa za kiasili kupambana na magonjwa pamoja na wadudu waharibifu, kwani hazina madhara yoyote kwa binadamu. Unahitaji kukingwa na ma, wadudu na magonjwa, hapo tunatumia dawa za kiasili ama synthetic kwa zile magonjwa resistant sana, lakini ni vizuri ukitumia organic kwa sababu organic ina manufaa kwa, kwa mili yetu. Kulingana na wingi wa wakulima wa matunda haya, eneo la Nzio limeonekana kukua kimaendeleo na kibiashara wa ukulima, ukulima pia huu pia umesababisha eneo letu limekuwa limekuwa na limejulikana, e watu wameendelea kujua. Kwa hivyo tuna soko letu linaendelea kukua, na kwa vile inaleta, ina uhusiano mwema baina yetu na jamii zingine, akibaini kuwa bei ya matunda haya huwa ya juu ikiwa mkulima atapata mavuno wakati usio wa msimu, kwani yatakuwa adimu kwa soko ikilinganishwa na wakati wa msimu. Pascal anadokeza kuwa changamoto kuu ya kilimo hiki ni ukosefu wa maji ya kutosha wakati ukame na mabroka ambao wakandamiza wakulima kwa kununua matunda yao kwa bei duni. Pia changamoto nyingine tunapata katika uuzaji wetu ni hawa middlemen ama mabrokers. Napata wanataka kukula sana kuliko mkulima kwa hivyo wanafanya bei inakuwa chini. Isaac Musyoka, makala ya kilimo na Undugu.